Na kama mtaenda ambavyo mlivyokuwa mmeenda mmeona. Halafu wakati jana nipo njiani nakuja, nikaona timu yenu pinzani ambayo mnaenda kucheza nao kesho kutwa wamepokelewa kwa shangwe. Sasa sijajua alikuwa <laughs> amewapokea ni nani <laughs> lakini sio hiyo. Hiyo isiwatishe, hizo ni drama tu za kawaida. Nyinyi kachezeni mpira mara nyingi huwa nasema kwamba hichi wewe ndicho kibarua chako, na mtu asikuchezee kwenye kazi yako. Sasa hivi Tabora United, nyinyi wenyewe mnajua humu tulitoa wachezaji wawili watatu hivi kwenda kwenye timu ya taifa, wakina Chikola, lakini mngekuwa mnakuwa kumi wangapi, hakuna mtu anayeweza ku, kuwaza kusunye. Lakini sasa hivi kila mmoja anawaza kusunye, kazeni inawezekana yanayokuja ni mazuri zaidi. Wapo wanaodanganya, najua wengine wanatisha meseji, achaneni nazo na hata mtu akikupa hela wala hata usiye na mashaka, wewe chukua, alafu fanya kazi yako. Lakini nimekuja kuambieni mimi, nakuja kuwapa ahadi ya kesho kutu. Siku ile niliwaambia mkifunga Simba nitawapa milioni hamsini, sivyo nilivyosema? lakini haikuwa riziki. Sasa ile milioni hamsini sijawahi kuitumia. Mi niliacha makusudi. Niliacha makusudi kwa sababu nilikuwa najua Yanga watakuja na kihelehele. Na wameanza kuingia tangu jana. Kwa ile milioni hamsini ipo na nitaongezea katika ile nitaongezea milioni kumi. Kwa ona, mimi nitakuja kuangalia mpira tarehe mbili nikiwa na milioni sitini mezani kwa ajili yenu nyie, nitaitoa kwenu kwa vyo vyovyote itakavyokuwa. Nyinyi kapambaneni, hayo mengine achane nayo. Ya kwangu huwa ni hayo, na sinaga maneno mengi. Nimekuja afya yangu kikweli, ilikuwa sijajua kama ni yanga au ni akina nani, lakini wameshindwa, nimeimarika vizuri. <laughs> Tunaelewana ndugu zangu, na kufurahia sana bwana nani, okay. Uh, captain unafanya kazi nzuri, chikola unafanya kazi nzuri, majority wote mnafanya kazi nzuri sana, kila mmoja kwa nafasi yake. Nyinyi kachezeni mpira na kila mmoja kesho, taifa zima linaangalia nyinyi kesho kuto na hapo, ndio ndio wakati wako na wewe wakujidai. Mimi ikitokea nikapata fora, nchi nzima inanitazama na kuwa mnene na udogo wangu huu kazi yangu naitendea haki sasa na wewe katende haki kaitende haki. Haya mengine haya mengine mtaani nyinyi yasiwababaishe, tutapambana nayo sisi. Na mimi nipo hapa na afya njema kabisa, nitapambana nayo kweli kweli. Na kuanzia leo, kuanzia usiku wa leo mpaka tarehe mbili, nyinyi mtaona kitakachotokea. Yeyote atakayewasogelea na kuwachezea atakiona cha moto. Nyinyi jiandaeni physically, niwaambie kwa fanyeni mazoezi kuleni vizuri laleni basi mengine hayo tuachieni, usipambane na mtu, tunaelewana. Message zinakuja nyingi kwenu, achana nazo. Akikurushia hela wewe mtu wewe, chukua sawa. Vijana hawa tunawalea sisi wenyewe, na wametufanyia kazi nzuri sana kama mkoa na wananchi wetu wa mkoa wa Tabora, ko tuwaunge mkono. Wapo mashabiki tuliowaona wanajiandaa kuishabikia Yanga, hatuna tatizo, lakini tuwaunge mkono vijana wetu wa Tabora United ni vijana wetu na ni timu yetu ya nyumbani tunaelea sisi wenyewe, lakini niwaombe pia na mashabiki wengine kutoka viunga vyote vya mkoa wa Tabora na no wilaya zote wajitokeze, wajaze uwanja wa Ali Hassan Mwinyi kuwaunga vijana wetu mkono, tuwashangilie kwa nguvu zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na mimi nimesema yaani, nyinyi chezeni chezeni kufa na kupona, nchi yote wapenzi wote, mkoa wote unaotazama, nyinyi, kesho kutwa Yanga sio kitu, kama mliweza kuipiga kuipiga tatu bila, kwa nini? Kwa nini nini muogope au kwa nini watu watishe? Na nyinyi wachezaji, hata msihofu msiogope mtu. Wananchi wa mkoa wa Tabora niwaombe, karibuni, ingieni uwanjani, mshangilie timu yetu, tuwaunge mkono vijana wetu. Vijana wana ari, vijana wadogo kabisa, na kila siku nawaambia, hii ndio ajira yenu, itendeni haki na baada ya hapa nyie mtaona matokeo mazuri kwenda mbele, tunaelewana ndugu zangu, yeah. Eh, na wapenzi wengine vilabu vingine Simba, Mtibwa, kina nani, tunaomba tuunge mkono, waishangilie timu yetu. Nataka kesho kesho kutwa hiyo tuwadabishe. Nimemwona msemaji, mimi si msemaji, ameongea maneno ya karaha, sio tatizo, lakini tutamuonyesha, atarudi nyumbani <laughs> akiwa ameinamisha kichwa, na nafikiri amefunga yule kijana, namuonea huruma Atatoka hapa akiwa na hali mbaya. Mwenyekiti wa timu ya RPC, kwani nitamuogopa mtu kuja na hela uwanjani pale? Nitakuja na hela nitaziweka pale uwanjani. Milioni 60 yenu nyie mgawane nyie wachezaji. Sisi kama wachezaji tutaenda kupambana. Tunajua umuhimu ya mchezo. Lakini tutaenda kupambana mechi ya mwisho ambao uli ulikuja tume, tumefungwa lakini mechi ya Jumatano tutahitaji kupata matokeo mazuri ku kufurahisha ma mashabiki yetu. Asante sana.